Endo taifa la Mungu tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Padre Jerome Mtatifikolo paroko wa parokia ya Madibira Jimbo Katoliki la Mafinga. Kwaya Mtakatifu Cesilia Kigango cha Mahango, parokia ya Madibira wameleta kwenu albamu yenye ujumbe wa ushindi mnono. Tafakari ya ushindi mnono inatokana na matukio mbalimbali katika maisha ya mwanadamu maisha ya mwanadamu katika ujumla wake yote anayeyapitia ni kwa neema za Mungu, na hata katika albamu hii kuna wimbo ambao unazungumza ujumbe huo wa kwamba ni kwa neema ya Mungu. E, kwa hivi tumetengeneza albamu ambayo inagusa maisha maadamu, ya mwanadamu katika halisia yake, kama vile tunapopitia changamoto na magumu katika maisha, tunapopitia changamoto na magumu katika wito wetu na yote ambayo tunayapitia yanapokuwa mwisho wake ni ushindi, basi yanatupa sisi furaha na nguvu ya kuendelea kumsifu Mungu. Lakini pia tumepitia jibiriai mbalimbali, kila mmoja katika maisha yake anaweza akatambua amepitia nini. Haya yote basi, mwisho yayote, yanaunganishwa na ujumbe huu wa ushindi mnono, kama amebaki mwaminifu katika imani yake. Karibuni tuwasikilize na tuwatazame